Upendo ni kitu kizuri sana. Upendo huwa unafumilia, ni kwa sababu utaki kufuja urafiki wako na mutu fulani yaani, upendo ukifikiria juu ya upendo utaona ni kitu cha maana maishani, na mtu akiwa anapenda mke wake hawezi akaenda akatoka kuongea maneno mabaya kuhusu mke wako wake kwa watu wengine huko nje. Na hata mtu akiwa anapenda mume wake hawezi akaenda kuongea mambo mabaya kuhusu mume wake, ni kwa sababu anampenda, yani atasikia kitamuumiza akiwa anaongea mambo mabaya kuhusu mtu yule anapenda yaani, popote tunaenda ni lazima tuogozwe, tuogozwe na upendo. Unaona, hata Mungu mwenyewe kwa sababu ya kutupenda alitupata, alipeana mtoto wake mmoja tu auawe kwa sababu ya maisha yetu, na hakumwonea huruma, ni kwa sababu kama wanadamu anatupenda Yani, upendo uko niuli uko na, ndivyo ninataka kusema. Kwa hivyo ndugu yangu, dada yangu, jivunze kuwa unapenda, yani unapenda mtu. Msikia, unapenda mtu ni kwa sababu ukipenda naye Mungu anakupenda, lakini ukiwa na shuki hakuna faida utapata, kile utapata ni hasara, na ni vizuri hata wahubiri wakati wanahubiria watu huko kuwa madhabahu, chunguza moyo wako, ebu kuwe na upendo. Usihubirie wale watu ni kama umekasirika, ni kama umewashukia. Wahubirie ukiwa na upendo, na wao watakupenda. ninakumbuka kuna mhubiri mmoja sitaki kumtaja jina lake, ni kwa sababu ya kupenda waumini wake. Wazee walikutana na wakaamua watamnunulia gari, hawakujali bei yake, lakini walimnunulia hiyo gari iko na bei kali, V8 ya mita nane, na hawakusikia ushugu, ni kwa sababu mhubiri wao anawapenda nao pia wanampenda. Kwa hivyo wakaona wamnunulie gari iko bei kali. Kwa hivyo mpendwa, kile ningetaka kukuuliza kuwa na upendo, na huo upendo utalipa. Lakini ukiwa na shuki nao watu watakushukia, watakuwa wakikuangalia wanaona hawakupendi. Ni kwa sababu mtu ambaye hana upendo moyo wake unakuaga na kutu moyo wake unakuwaga mchavu, moyo wake unatokwa na maneno mabaya. Ni kwa sababu huyu mtu hana upendo na anaogoswa ni shetani. Kwa hivyo, mpendwa, wewe uko pa mahali pale, kuwa unapenda hata watoto wako, hata ukiwa discipline, kuwa unawa discipline na upendo. Ebu asome. Unawa discipline ni kwa sababu unawapenda, lakini usiwa discipline wao na wagudue pia. Unawashukia wao, watakushukia na wakiwa watu wazima, hakuna wakati watakukaribia. Kwa hivyo, mpendwa, mahali huko, penda mume wako, mfanyie mambo mazuri, mwonyeshe upendo, na hebu nikwambie, kwa sababu umempenda naye atalipa utakuta akikuletea vitu vizuri, vitu hugefikiria. Unaona anakununulia guo, unaona anakuletea hiki na hiki. Wajua ni kwa nini? Analipa huo upendo. Lakini ikiwa anakuja nyumbani, wewe hushughuliki, wewe unamshukia, unamwonyesha chuki, unamwonyesha yeye hana si mtu wa maana, na yeye anasikia hata hataki kukaribia. Na pia hata wewe mzee Penda hiyo bibi yako, na ukimpenda, naye atakuwa akikupikia chakula mzuri. Hata yeye anaweza kukuletea shati, anaweza aletea wewe koti. Ni kwa sababu analipa huo upendo. Upendo ni kitu kizuri. Hebu tuwe matajiri ya upendo, na hata nchi yetu itakuwa na amani. Wajua hata wa viongozi wetu wakipenda nchi yetu hawataipola. Hawatakuwa na corruption, ni kwa sababu wanapenda nchi yao. Lakini wale ambao hawapendi nchi yao watapola, wajiwekee hiyo mali. Na ukiangalia hiyo mali, hakuna wakati itawasaidia, ni kwa sababu huwezi kukakula mabilion ukiwa uhai huu na umalize. Lakini ulifuja hiyo pesa na haikusaidia watu wengine, ilipotea hivi hivi tu, lakini ukiwa na upendo, ukiwa NMP, upende familia yako, uitengeneze, ujenge mabarabara na watu watakupenda. Hata watu wa nje wakiwa hawakupendi utakuwa utakuwa ukiona watu wa constituency yako wanakupenda, na kila wakati watakuwa wakikurudisha. Ni kwa nini? Kwa sababu wewe unaokoswa na upendo na upendo. Hebu ni kuambie upendo ni Mungu. Kwa hivyo kuwa na upendo na utaona mazao yake, na utaona ukiendelea mbele, na utaona ukiwa na amani. Utakuwa ukitokea kwa plot yenu, unaona kila mtu anataka kuusalimia. Ni kwa nini? Ni kwa sababu wewe ukuage na majifuno, kile uko nayo ni upendo. Penda hata mtoto, penda hata wazee, penda akina mama, na wao watakupenda na watakupatia vitu vingine hungefikiria. Wataongea mambo mazuri kuhusu wewe, na hiyo pia ni baraka. Wataongea mambo mazuri kuhusu familia yako, na hiyo ni baraka. Lakini wakati unasikia watu wanaongea kinyume na wewe, hiyo si baraka, hiyo ni laana, lakini ni kukosa, umekosa upendo. Kila wakati kuwa na upendo. Hata ukifanya kazi hilo nafanya ifanye kwa upendo. Ikiwa umeajiriwa kwa kampuni fulani, fanye hiyo kazi na upendo, usifanye kwa sababu mkubwa anakusupervise hapana. Ifanye ni kama ni yako, na hiyo kazi itakupenda na itakuwa na faida kwako. Utaendelea hivyo mpaka siku moja ifike ufugue kampuni yako. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu unapenda kazi na unapenda kampuni ya mwingine naye, Mungu atafanya kitendo ufugue kampuni yako na uendelee kutajirika kama huyu mwingine ametajirika. Kwa hivyo mpenda mahali huko, kuwa na upendo, kuwa na upendo kanisani, kuwa na upendo kwa soko kuwa kwa upendo kwa, kwa biashara. Kuwa na upendo kule unafanya ka kazi, nayo hiyo itakulipa. Ni kwa sababu hata bosi mwenyewe atakuta kuwa anaona anakupenda tu na anakupatia vitu hungefikiria. Ni kwa nini? Ni kwa sababu wewe unaogoswa na upendo, na wewe pia unahubiri hubiri, hubiri Injili iko na upendo si ijiri iko na shuki. Ni kwa sababu kihubiri hiyo ijiri hawa tunahubiria ni werefu, wataona wewe unaogoswa na shuki, na hata ikifika ni wakati wa kutoa, unaona wanakuja gumi, hawatoi kitu kizuri, hawatoi matoleo mazuri. Hawakufikiri ni kwa nini? Kwa sababu wewe unaogoswa na shuki. Brother ogoswa na upendo na huo upendo utalipa na utaona mambo mazuri nawe. Pia ambaye inafika wakati wa kutoa kanisani, toa kwa upendo shoshote a unatoa bi ashiafugifa usipeane ukiwa na shigo upadi peana, ni kwa sababu unapeana kwa Mungu ambaye unapenda na yeye Mungu huyo atakubariki ya ajabu ajabu, na atakupatia furaha, na utaona akibariki jamii yako, akibariki abasho ni shako. Ni kwa sababu ikifika ni wakati wa kupeana, wewe huwa unapeana na upendo. Upeani ni kwa sababu umeabiwa upeane, umepeana ni kwa sababu ndani ya moyo wako, ndani ya akili yako wewe unapeana, unapeana kwa upendo unapeana kwa sababu unapenda hiyo nyumba ya Mungu, unapeana kwa sababu unapenda watu wa Mungu, unapeana kwa sababu unampenda Mungu. Asante mpendwa, ni kwa sababu ninajua kutoka sasa utajua maana ya upendo, na ukiongozwa na upendo utakuwa na baraka teretere. Barikiwa sana mpendwa.